Karibu, umetokea wapi? Umetusikia wapi? Kwa majina anaitwa Veronika Mbuya. Niliona tangazo lenu TikTok, nikawasiliana okay. So, uh, na nyie ndo nikafika hapa. Sawa, tunataka kufahamiana kidogo, background yako. Kabla ujaja kwetu, ulikuwa unafanya nini, au umesomea nini, una utaalamu gani? uh -huh. mm -hmm. Mimi ni mwalimu, nina satifiketi ya nasari tichi. Nilikuwa mwalimu before kuja hapa nilikuwa mwalimu katika shule moja inaitwa Babu Gapis, inaitwa Babu Gapis mm -hmm. pre primary school kwa muda wa miaka mitatu. Ulikuwa unafundisha pale? Ndio. Okay, ulikuwa unafundisha level gani? Nilikuwa nafundisha baby class, watoto wa umri wa miaka mitatu, miaka mitatu mpaka mitano. Okay. Sawa, kwa hiyo umefanya hiyo kazi kwa miaka mitatu? Ndio. So kwa nini umeacha huko ukaja huko? Nilipata changamoto ni mamangu aliumwa, kwa hiyo niliomba huyu, kama unavyojua biashara za watu, kwa hiyo ilibidi ni stop kazi ili ni kumuuguza mamangu. mm -hmm. Ndio. Na hiyo ndio changamoto tulionayo kubwa hapa kwenye mradi wetu Ulienda kumuuguza mama kivipi? Yaani ukaacha kazi ukaenda kuuguza kivipi? kwenye kuuguza, si tunahitaji fedha. Mm. Uh, kwa kipindi hicho alikuwa anahitaji mtu ambaye ataweza kumsaidia shughuli ndogondogo, kwa sababu alikuwa hawezi kujihudumia peke yake. Hawezi kujihudumia. Kwa hiyo kabidi uache kazi ukamhudumia. Io kwenu umezaliwa peke yako? Uh, katika familia yetu mi ndo mtoto wa kike ndio mtoto wa kike. Kwani ukizaa wa kiume peke yake wawezi kukuhudumia? Uh, mnyee mmezaliwa wangapi? Watatu. We ni wangapi? Wapili. Wapili. Mm -hmm. Kwa hiyo ndugu zako ni wa kiume? mm -hmm. Kwa wa kiume, wakati mama anaumwa anahitaji msaada wao walikuwa wanafanya nini, walikuwa wapi? Mmoja bado anasoma, mwingine na anafanya kazi. mm -hmm. Mkubwa, mm -hmm. mkubwa anafanya kazi. mm -hmm. Na wewe ulikuwa unafanya kazi? Ndio. mm -hmm. Kwa hiyo mkubwa, yeye akuacha kazi yake akamuuguze mama, ila wewe ukaacha uka kazi yako ukaenda kumuguza mama? Hapana. na yeye aliacha? Hapana. wote mlienda kumuuguza mama? Hapana, aye hakuacha. mm-hmm. anaendelea na kazi yake. na mdogo wako anasoma darasa la ngapi? yuko chuo. Chuo? Ndio. ni mtu mzima. na yeye hakuacha chuo amuuguze mama? Hapana, kipindi hicho alikuwa form 6, alikuwa shuleni. Mm hiyo -hmm. Yeah. hakuomba ruhusa shuleni ili akamuuguze mama? Hapana. na naye aliendelea na masomo yake. yeah. Kwa hiyo wee ndio uliamua tu kuacha kazi uende ukamuuguze mama? Sikuamua, nilitakiwa mm. nimsaidie, takiwa kwa oh. mama amekuzaa wewe tu, wengine wajazaliwa na mama? Hapana. au hakuna mtu mwingine ambaye ndugu yenu angeweza ku saidia mama wakati nyinyi mnaendelea na kazi, mkawa mnasaidia kwenye upande wa mwingine kama hivyo gharama. Mama anafanya shughuli gani? Ni mfanya biashara tu. mm -hmm. mm -hmm. Ko naye anajiweza vizuri tu, ndio anaweza. Kwa, kwa hiyo alikuwa hahitaji financial support. Kwa upande mwingine anahitaji, kwa sababu alikuwa ni ameumwa, kwa hiyo kwa hiyo wakati anaumwa alikuwa anahitaji pia msaada wa kiuchumi. ndiyo. Ndiyo alikuwa anahitaji, lakini kaka alikuwa anasaidia. Kwa hiyo kaka akabaki, mm. anasaidia kifedha, nyewe wewe ukaenda kusaidia hmm. nyumbani. okay. sawa. so. um. E, ni, ni, ni, ni, kwa wasichana wengi ambao wanafanya kazi oh. za nyumbani, nimeona kwenye hilo eneo kuna changamoto kuna wale ambao kweli wako yani, kuna kuna condition ambayo unasema hii ilikuwa lazima labda uache kazi uende, lakini walio wengi huwa wanakurupuka tu. Ndio maana nakuuliza maswali ili muweze kufikiria zaidi. Mwingine anaenda, unakuta inahitajika hela zaidi kuliko yeye na yeye sio daktari lakini atakurupuka huyo, anaenda zake, anaacha kibarua, anapoteza kazi, anaenda sehemu ambayo An wanahitajika wawe na mchango wa wa kiuchumi kuliko hata yeye kuwepo pale. Ndio maana nilikuwa naongea hivi, kwa sababu wasichana wengi wa kazi za ndani, yani huaga, tumia akili eh, yani wakishasikia si ni mama anaumwa, wengine kwanza wanaua, wana wanawagonjesha wa wana watu, unakuta huyo mama mwenyewe sio mgonjwa, ila anamgonjesha tu mradi aache kazi na kama kweli anaumwa basi, unapima anaumwa ana, anaumwa na anahitaji msaada gani zaidi. Mimi sio daktari, nikienda pale sio kwamba naenda kumtibu, na kuna ndugu wengine ambao wanaweza kumsaidia, mimi nikaendelea kufanya kazi nikamtumia hela ambayo inahitajika zaidi kwa ajili ya matibabu. Umesikia? Ndio maana nilikuwa na jaribu kuchallenge ku hapo, kwa sababu pia umekuja kwenye mradi wetu, kesho na kesho kutwa utatuambia, eh, mama anaumwa, utakuaje? utaacha sasa mbona kule uliacha, itakuwaje huku usiache? mm. Tumeona mikataba yetu, unasema hata ukipata dharura inabidi utoe notisi ya wiki nane, utafanyaje? Si tunajua kuna wagonjwa kuna misiba kuna dharura za kila namna, lakini bado tunasema inabidi tufanye kazi kwa mipango na mipangilio hata dharura ikitokea, unasema jamani, nikwa kwenye commitment za watu, mi ntakuja baadaye, unatoa notice una, tuna bosi wako anapata mtu mwingine, then ndio unaenda kwa hilo. Umelielewa? Umelisoma, umelielewa? Ndio. Kwa hiyo utafanyaje kwa sasa? Nimejifunza. mm hu -hmm. So alitaitokeza tena na kuhusu ugonjwa wake like, naona sasa iko sawa Haitaji nah, tena mtu wa kumsaidia ikitokea kwa sababu huwezi kusema yuko sawa, anaweza kawa mtu mwingine. Tumeshatafutia mtu wa kukaa naye. Kwa hiyo kipindi kile ameshindwa kumtafutia huyo mtu wa kukaa naye eh. Ila ulikurupuka si ukurupuka, ilitokea tu ghafla kwa hiyo. Hmm. Hatukuweza kupata mtu kwa haraka. Sasa itakuwaje, Wadada Senta? Si hatuna kitu cha ghafla, labda wewe mwenyewe ukifa ndio tunasema hii sasa ni ghafla, lakini kama ni watu wengine si baba mgonjwa mama mgonjwa si nani kafanyaje? Sisi huku kwetu hamna ghafla, lazima tupeane nani tupeane nini notice, ndio huko eh. Ulikokuwa unafanya kazi ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? laki tatu na nusu huku umekuja kwa levo yako unalipwa shinga laki tano eh? hmm. kwa hiyo sasa sisi kuna gharama hawa watu wanavolipa hizi hela sio tu si wee kwenda pale kukaa na mtoto si na nini ni pamoja na hizo emergency zinazotokea utangulizi maslahi yako. Yaani ya uendi kazini ukiwa unajifikiria we kitu kidogo tu hey, mimi nimepata dharura naondoka a Sisi huku watu wanalipa pamoja na hiyo assurance kwamba huyu dada hata kurupuka, hata ondoka kwa haraka, hata nishtukiza, kuna utaratibu umewekwa, na huu utaratibu atauheshimu, ataufuata. Hizo ndio yani, msikimbilie tu mishahara. Hiyo mishahara ina gharama zake, sio tu kukana mtoto au kumpikia bosi na kufanya usafi nyumba yake, no. Ni pamoja na assurance ya kwamba hautakuja hata siku moja ukatukurupusha kwamba mimi naondoka. Hapana, hicho kitu inabidi ukifikirie vizuri. Usivutiwe tu na mshahara. Naongea na wewe naongea na, na wasichana wengine wote walioko kazini na wanaotarajia kuja kwenye mradi wetu, kwa sababu sisi hapa kazi yetu ni kuwa shep na kuwaonyesha ni namna gani mnaweza mkawa na thamani zaidi. Ndio maana umesema mshahara uliokuwa huko ni laki tatu na nusu, huku umekuja unaenda kulipa laki tano. Unaona so, kuna ongezeko kubwa tu hapa ndio eh? E, sasa hayo masharti ma yetu ndio upande huo mwingine, changamoto ambazo huko nje mlikuwa mnazichukulia poa poa. Hapa kwetu hatuzichukulii poa, na hizo ndio zinafanya sisi tunakuwa na mishahara ambayo watu wanashangaa inakuwaje, kazi za ndani? Tena kazi za ndani, wesi ulikuwa shule primary school sijui, unalipwa laki tatu na nusu hapa unaenda nyumbani kwa mtu tu na unalipwa laki tano Kwao lazima tuwekane wazi, maana hatulazimishi atu, wesi ndo uliotuona ukatufata ukatutafuta manake, umeichungulia fursa umeiona, haina shida. Lakini hizi fursa huku zinaendana na taratibu ambazo tunaomba sana mzifate, kwa sababu baadaye tunaanza kuja kuonekana sisi kama matapeli, wakati mikataba mliona, makubaliano tuliyoyaweka, masharti, sheria tumeziweka mmezisaini, mmezikubali. Baadaye msianze tena kutukurupua na, na kuanza kuleta taharuki, mabosi wanashindwa kuelewa, mbona mlisema hivi lakini inakuwa mara nyingi wadada ndio wanaongoza kuvunja hii mikataba. Mara nyingi ndio maana nasisitiza hapa, ni vizuri kweli, umekuja unataka pesa na pesa zipo, lakini we mwenyewe uko tayari kuwa hiyo pesa? Maana hela ni wewe, ukifata hizo taratibu, wewe ni hela kabisa na hiyo ndo kazi kubwa tunayofanya kwenye hichi kituo, kuwanyoosha kuwashepu, kuwang'arisha. Uh, vile vitabia tabia ambazo ambavyo sio vya hela vile vya kimaskini maskini, yaani hizo ni tabia za kimaskini, ndio zinawafanya watu wanabaki kwenye umaskini. Kwa sababu gani? Hawataki kuwatanguliza watu. Si unaelewa, unapokuwa mbinafsi, unajifikiria wewe kwanza kabla ya bosi wako ambaye anakulipa, huwezi kupata hela na huwezi kupata mtu yaani, utabaki tu na ujuzi wako. Mimi nimesoma walimu, lakini unashangaa na walimu wako unabaki hapo, uendi upige hatua. Umenipata? Kwa hiyo uko tayari kufanya kazi kwa taratibu zetu? Ndio, niko tayari mm, uko tayari ai? Sawa haya, ma, malengo yako ni nini? Wadada Senta umekuja utafanya kazi kwa muda gani na una malengo gani? Unataka kutimiza lengo lipi? yeah, miaka miwili, miaka miwili. Kikubwa ni nini unachotaka ku achieve? Nataka nikusanye mtaji kwa sababu, uh -huh. mii ni msusi mzuri na ujuzi wa kusuka nywele za aina karibuni zote, kwa hiyo natamani kufungua saloni yangu. okay. kwa hiyo yeah. Oh, uwalimu huna mpango nao tena? Hapana. <laughs> ninaweza mm. nikafungua daycare au unaona ulipi wa kuajiriwa kama hivyo ulikuwa unalipa laki tatu na nusu unaona aulipi? mm. kwa, kwa upande mwingine, lakini pia nilikuwa nahitaji mtaji ambao nitaweza kupata kwa muda mfupi, kwa muda mfupi ndio. Okay, umeongea vizuri kwa muda mfupi. Kwa hiyo unaamini miaka miwili Wa Dada Center utakusanya mtaji wa kuanzisha saluni nzuri, si ndio? tofauti na ile wakati unalipa laki tatu na nusu bado ulikuwa una hapo hapo una nauli Ndi. Sina vitu gani vingine, kwa hiyo mwisho wa siku unakuta hiyo hela hauwezi kusevu, si ndio? Eh, ndio mhm laki tatu na nusu mpaka mwisho wa mwezi imeisha, imekauka. Lakini hapa laki tano unaipokea kama ilivyo, yaani hiyo ndio hela yako, yako ya kusevu, kwa sababu unakula kwa bosi, unalala kwa bosi na mabosi wengi, yani hivi vitu vidogo vidogo uwaga vinakuipo tu hata kama tukisema utatumia, mara nyingi ni vitu vya kike, si vipedi, vilosheni. Kwa hiyo unaweza kusevu vizuri hela yako. Hiyo ndo utofauti wa kwenda kufanya kazi yani, kufanya kazi kwanza kwa kutumia akili, sio kwa kukariri, nataka kazi, sijui nikaajiriwe shule, piga hesabu kama hujakimilia shule, kwa sababu unaweza kukuta yaani unatumikia daladala, usafiri sindio, mwenye nyumba kama umepanga kichumba chako bili za umeme na maji, kwa hiyo hakuna unacho safe. Lakini kwenye kazi hizi mimi nawasemaga ni kazi nzuri sana za kuanzia maisha kwa mtu ambaye ana malengo, anajitambua, anajua nini anataka. Lakini kwa mtu ambaye unataka kwenda na dunia eh, nataka nisionekane ni niko kwenye kazi za ndani <laughs> aya, sawa, utaonekana, lakini utabaki hapo po unahangaika tu. Aya, karibu mm. Karibu sana Nafikiri umeshapokelewa umeshaelekezwa? Mm. Unaonaje nanku kidogo, kuna visheria visheria vigumu vigumu? Amna kawaida. Mm. Kawaida ndio, kwa sababu tunafundishwa ni hatupelekeshwi, tunafundishwa na tunajifunza tabia tofauti, maana tunakutana na wanawake tofauti. Mm -hmm. Watu na tabia tofauti kwao, unajua jinsi gani ya kuweza kuishi na watu wenye kalba tofauti, tofauti. Mm -hmm. Kwa hiyo ni nzuri pia na pia unaweza kujifunza mapishi tofauti, sio kama vile tulivyozoea jiko ni moja, mapishi tofauti mm -hmm. Kwa hiyo hapa unaweza ukajifunza kutumia viungo tofauti tofauti ili kuweka mlo kwa kamili na mzuri mm -hmm. Kwa hiyo nimejifunza mambo mengi sana okay. Ndio. Kwa hiyo umeichukua, umeichukulia kichanya ki yani positive, mm, unaona -hmm. kama e, mbona uko e, mm -hmm. mambo mengi eh, lakini nataka niseme mambo mengi ndio hela. Sasa eh, kwa mtu ambaye anaona kuna mambo mengi, hizo ndio hela zenyewe unazozikimbia. Hayo mambo mengi ndio watu wanayoyataka. Watu wenye hela, watu wenye pesa wataki uswahili, uswahili wataki vitu vya ajabu ajabu, anataka mtu aliyenyooka asiye na kona kona, akisema ndio ndio, akisema hapana hapana. Ndio maana sisi hapa kuwa kwa, kwa miaka mingi tumewasikiliza sana hao watu wanahitaji nini, ndio hayo tunayowafundisheni. Sasa kwa wale ambao wako tayari kwenda, ndio tunaenda nao, wengine hapa tu tunarudishana kabisa huyu kila, kila, kila naye. Kwa wale hn kama nyie wewe unaeona kwamba ah, tunafundishwa jinsi ya kukaa na watu kuishi na watu, vitu tofauti kwa kweli hiyo ndio njia ya kukua kwenye maisha, kwa sababu hakuna aliyezaliwa anajua chochote. Vyote tunavyovijua ni vitu ambavyo tumekubali tu, tujifunze mm. Yeah, kwa hiyo kwenye maisha ndio hivyo. Karibu sana, tutaendelea mm. kujifunza, tutakutana pia kwenye session zingine kabla yes, ujaondoka ili pia tuweze kusikia zaidi yale uliyojifunza ukiwa kituoni. Baada ya hapo, basi nafikiri ndo tutakuacha, tutakuacha sasa uende ukatuwakilishe kwa gosi wako.